Nina nafasi kubwa ya kuwaeleza Watanzania, si tu kwenye jimbo hili, popote nitakapohitajika kwenda kusema, nitawaambia kwamba kwa sasa, ndugu zangu, upinzani ni sawa na magari yasiokuwa na usukani na magari yasiokuwa na usukani mwelekeo, sisi hapa Tunafahamu upinzani ulivyokuwa miaka ya sitini, elfu mbili na kadhalika leo. Tunajua yamaje tumepoteza nguvu. Tunashukuru. Ili kukidhi matakwa ya kikatiba ya nchi yetu tuombe aendelee. Lakini tunasema sisi semu moto umewaka na watu uzima kamwe. Hakuna asiyefahamu jitihada kubwa unazozifanya wewe kwa kushirikiana na viongozi wenzako kuhakikisha kwamba sasa tunakwenda kuibadilisha nchi nchi yetu. Sasa hivi hata mtoto mdogo wa sekondari ana, anafahamu anajua, namna nchi ilipofika. Lakini pia sisi tuwakuwa kwenye upinzani huko nyuma, kulikuwa tunafanya tathmini ya kuwatazama hao viongozi wanaosema wanao nafasi ya kua kubadilisha nchi ambacho ninyi ningi mnakieleza, tukiwatathmini wenyewe, tukiwatathmini wenyewe, kama wanashindwa kuzidhibiti taasisi zao, wanashindwa kuongoza taasisi zao, na baada yake imekuwa ni malingi ya vurugu, wanaweza kuiongoza nchi kwa salama? Haiwezekani. Unajua, wako wapinzani wao hawajipi nafasi ya kukaa na kutafakari, wapi tumetoka, wapi tulipo na tutakwenda wapi.